Tano, mpaka 2020 kaka kaka, tuseme vipindi vitatu ambayo ilikuwa ni natawaliwa na <coughs> chama cha, chama cha CUF mm -hmm. na, na, na, na, na, Rashid Jumbe Hamza mm -hmm. alikuwa chama cha, cha, Yusi, cha, <coughs> cha Kafu yeye, mm -hmm. wakati wa mwaka 2015 wakati wa uchaguzi mm -hmm. alileta tabu sana mpaka akapata kura mm -hmm. akataka kutaka kugombea nafasi ya, ya umea, lakini kwa bahati mbaya mm -hmm kura zake zikawa hazikutosha zi, mm. chama cha mapinduzi kikabahatika kikachukua nafasi ya umea mm. kwa hiyo kikaleta tabu sana hii kwa sababu mm. baadhi ya madiwani ambao walikuwa ni wengi mm. wakakataa kuingia kwenye halmashauri ndio <coughs> bahati nzuri mm. tamisemi ikasema kama hamtaki basi tunavunja mm. baraza la madiwani mm. tunafanya uchaguzi tena upya mm. pale ndo kidogo ikawatishia wat, mm. na kaanza kuingia katika mm. Chakato. Katika mchakato wa diwani lakini alikuweko Bwana Rashidi Rashidi Jumbe Hamza. Na, Tori nzuri sana m e, tazamaji wa system talk show Raha ilioje ukipata maneno mazuri sana kutoka kwa Mheshimiwa Bakari Mtavya e, diwani wa kata hii ya Mwanzange. Sawa. Kuna kitu ambacho kilikusukuma kuna mimi nahitaji nisaidie kitu hapa na hicho kitu kilikuwa ni kitu gani kuingia kwenye nafasi ya diwani? Sawa sawa kabisa. Hmm. Upinzani ulikuwa umeshtadi hapa. Hmm. Ulikuwa e, ota mizizi, mm -hmm. Kama mwananchi mm -hmm. kama mkazi wa Mwanzange, kwa sababu jina langu kidogo ilikuwa liko juu. mm -hmm. Nikaona niingie niokoe ni niokoe CCM mm -hmm. Nisipoingia kuiokoa CCM nani mwingine ataweza kuiokoa CCM? mm -hmm. Unakumbuka ukivaa rangi ya kijani mm -hmm na kama utaiokoa Chama Cha Mapinduzi, yeah. basi uta, utapata nafasi nzuri ya hakikisha kwamba yule mpinzani yeah. akae pembeni yeah. na sisi tuongoze. Miaka mi, kumi na tano aliokaa mpinzani kusema lo, kweli yeah. hakuna kilichofanyika yeah lakini nitazungumzia nilichokifanya kwa muda wa miaka minne, mimi mimi. Mi, miaka mitano. No. Nimefanya nini, nimefanyaje, mpaka sasa pako vipi hapa Mwanzange yetu yeah. tunakwenda kwenye maudhui yenyewe e, tu maisha yake binafsi. Yeah, maisha ya mtu binafsi Stoyale, ya kwake lichokifanya wadawamaamaaane kile ambacho mshua, Umekifanya e, tukianza na e, tuanze na, na afya kwanza. Ehe, hapa unapoonaje karibu sana na kile ambacho umekifanya? Kwanza niseme na shukuru sana Mwanzange. Ninapoingia Mwanzange mimi, hapakuweko vizuri, afya kweli ilikuwa, kwa sababu tuna zahanati hapa na hakuna chingine za zaidi ya zahanati. Elimu ilikuwa duni, mabarabara yalikuwa shule zilikuwa haz